Leo tumefanya ziara ya kushtukiza katika kituo chetu cha afya Nyarugusu, kitu ambacho kwa kweli kiuhalisia kinahudumia maeneo mengi, kata nyingi, zina vifaa, wagonjwa hapa na idadi ya madaktari wetu 23 pamoja na wataalamu wale wengine wa kisekta, ambapo wapo jumla kama 32 Kwa hiyo ni nimpongeze daktari na wataalamu wote wanaotoa huduma hapa na manesi wetu tunafanya kazi ile ile ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan ametuasa kwamba tuhakikishe tunapeleka tabasamu kwa Watanzania kwa sababu huduma hizi ni kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya kina mama na baba, wagonjwa wetu wanaokuja kujifungua hapa na dada zetu. Nitoe wito kwa wataalamu wengine maeneo yote waweze kusimamia miradi hii waweze kusimamia kutoa huduma. Pia nikiwa na mheshimiwa diwani hapa hi, ya Nyarugusu, wa kata hii ya Nyarugusu mheshimiwa Samata ameahidi uh, ushirikiano wa dhati ili kuweza kusimamia miundombinu hii. Sehemu ya mapungufu, tutakaa chini kuangalia namna gani tunaweza tukaboresha, kwa sababu kituo kinazidiwa. Sasa kinazidiwa kwa maana ya kwamba kinahudumia eneo kubwa, kinafanya coverage ya eneo kubwa sana, maana baada ya hapa ni lifo lokwenda moja kwa moja bilaani. Nakushukuru sana, na nitaendelea kufanya hivyo. Hakikisha salamu, madaktari na wataalamu na manesi wote, hakikisheni nyinyi wenyewe kwanza mnaanza kwa kutabasamu, mnafurahia kazi yenu, alafu pili mpeleke tabasamu kwa Tanzania na kwa sababu ndio wito wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, lazima tuhakikishe wananchi wetu wana tunatoa huduma pia. Zile kauli ngumu ngumu eh, kutoa kwa watu wetu, hata kama wana stress zako kidogo zipungue zile kauli eh, kwa sababu wao wanakuja kuijia huduma hapa, wako na stress. Kwa hiyo lazima wewe unabafa, unapokea na unatoa ushauri mzuri kwa ajili ya, eh, huduma zao. Naibu waziri tumetembea kuona huduma zinavyotolewa na vitengo vyote, nimetembeza ametaka kujua idadi ya watumishi, changamoto nazozipata zote amezielewa ameziona, akiwa na mheshimiwa diwani. Wameahidi baadhi ya wa changamoto ambazo ni ndogo ndogo hizi hizo zilizokuwa nazo, watatusaidia hivi karibuni, tuta huduma iendelee, iendelee, wananchi waendelea kupata huduma kama kawaida. Kwa mimi nawakaribisha tena, karibuni nusu, tunaendelea hivyo, japokuwa tunazidiwa kwa, kwa, kwa eneo tunalolicapture nazidiwa lakini tunajitahidi hivyo.